Hiyo ndio ACT na hiyo ndio CCM iliyoshituka. Ndio bana, nawambia nawambia tena, twendeni kwenye uchaguzi huu, kwa sababu huu ni uchaguzi wa kihistoria, sio wa vyama, ni uchaguzi wa Wazanzibari kwenda kuinusuru nchi yao. Ndio maana tunasemaje, huu ni mwaka wa kuinusuru mwaka wa kuinusuru, ndugu zangu. kwa wamba nyinyi leo mnaishi katikati ya umaskini, lakini hapo bodeni hapo kuna mtu analala wamba kwa shilingi milioni mbili na nusu kwa usiku mmoja. Selimbukeni. Hii inaonesha, samani ya thamani ya mlipopakalia. sijui kama mnanifahamu. wakati nyinyi mko kati kati ya umasikini kuna mtu anasafiri kutoka Ulaya kutoka Ujerumani kutoka Marekani anakuja Wambaa analala usiku mmoja kwa milioni mbili na nusu maana yake ni nini? Maana yake Wambaa ni pahala pazuri. Maana yake Wambaa ni pahala pa samani. Mtu kaweza kukubali kulipa milioni mbili na nusu kulala usiku mmoja na tena, kweli kweli bwana. Lakini na utajiri wote huu ulioko bado mwananchi wa wambaa mwananchi wa chambani ni masikini, tena masikini wa kutupwa. Mnafikiri ni kwa bahati mbaya? Ni kwa sababu ya kukosa serikali inaweza kuwaandalia mipango, mkatumia rasilimali ziliyopo, maisha yakawa mazuri. Ndio maana sisi tunasema ACT Wazalendo sisi kanuni yetu mwananchi kwanza. Sisi kanuni yetu sio kwapua kwapua. Nyinyi mmesikia tokea tumeanza kampeni hizi, makamo mwenyekiti wetu, mwenyekiti wa timu yetu ya ushindi, akiusema ufisadi mkubwa unaofanyika katika nchi, mapesa yanayoibiwa. Nye fikirieni pale mjini Unguja pametiwa kamera eti za usalama mjini, kwa shilingi bilioni mia moja na arobaini. Kamera na kamera zenyewe zinaibiwa. Hizo kamera nyingine haziwezi kuona kama kamera nyezake zinaibiwa, lakini zimekwenda ngapi? Bilioni mia na arobaini. Leo Gombani hapo imejengwa kwa bilioni kumi na sita. Bilioni ngapi? kumi na sita. Lakini ukitizama, unauliza, hawa wakwenda kucheza hao wako wapi? Jaa tupu, pamejengwa pa maghorofa, lakini mwanafunzi anayekwenda kusoma kwenye ghorofa kiatu cha mguu wa kulia chekundu, cha mguu wa kushoto buluu, kama atakipata eh? Anakwenda skuli ya ghorofa, mfuko kaeka begani, mfuko wa sabuni imemiminwa sabuni, ukakoshwa, yeye ndio mfuko wa madaftari, mabuku ya kwenda skuli, anakwenda skuli ana macho mbele, ana macho nyuma kwenye suruali, anakwenda nyumba ya ghorofa, anakwenda kwenye nyumba ya ghorofa. Kaondoka nyumbani, hajanywa chai, siku kama umepatikana uji wa sembe mtupu. Jamani, kweli si kweli? Lakini wewe mtu wa Wambaa, una karafuu, una ardhi, una bahari. Serikali hii imeshindwa kukuwekea mipango wewe ukawa tajiri, mtoto akala akashiba akenda akasoma. Hata vyakula leo wameshindwa, wanafanya biashara, wanafanya mapato kwenye maisha ya watu kwa kutoza kodi na matozo kwenye vyakula Mfanya biashara mdogo mdogo, nenda akafanye biashara, manispaa wanakutaka, halmashauri wanakutaka. Katafute bodaboda, hali ni hiyo hiyo, utaishia kuichumia serikali. Katafute gari la mchanga, wewe utakuwa kuichumia serikali. Katafute gari la mawe